na kitengo cha mawasiliano cha klabu ya KVZ, miwani kavaa, kavaa diver. Uh, kwa wapinzani wetu ambao tuko nao kundi moja katika mashindano ya kombe hili la Mapinduzi, nataka watu wafahamu katika kundi letu kuna timu kubwa mbili, sisi na Yanga Afrika timu mm -hmm. dogo moja lakini katika hizi timu kubwa mbili, yani sisi na Yanga mm -hmm. na hawa wadogo uh, vijana wa TRA ya mm -hmm. nataka Yanga na wakubalia hmm. wote warudi kwao. Kila msimu huwa tuna malengo. Msimu uliomalizika tulikuwa tuna malengo ya kwenda robo finali. Msimu huu tuna malengo ya kulipeleka kombe la mapinduzi. Eh, bwana mmeambiwa anasema kwamba nyinyi na nyinyi na hao wengine mjipange kurudi kwenu <laughs> Sawa, huyu mm. anatakiwa kujibiwa kwa sababu wewe mm -hmm. ndo msemaji mwenye raha kuliko msemaji yoyote mm. katika nchi mm. Kwanza, kimsingi mashindano mm. juu yanaanza leo pa, kwa ya. Aa, kama pigana juzi mwakinyo palikuwa pana mapambano ya utangulizi ndo haya yaliyopita nyuma huko Ke, Mapinduzi Cup inaanza leo kwa sababu ndo mapambano ya utangulizi hayo. Timu kubwa inacheza leo Young African Sports Club wachezaji, wakubwa wanakwenda kuonekana leo, kina Profesa Pakomea alafu msemaji mkubwa ndo limefika kwayo. Hawa wote wadogo kupiga piga kelele, wanajua kwamba leo ndo mashindano yanaanza, ya leo ndo stori zote za Mapinduzi Cup zinakwenda kuonekana. Sasa huyu bwana mdogo, huyu bwana mdogo, haya maneno yake bahati mbaya hayatadumu kwa muda mrefu kwa sababu sisi tumekuja huku Zanzibar safari hii. Kikosi ambacho kimesafiri kuja tu kina ishara kwamba hatujakuja huku kuja kushiriki, tumekuja kufanya mambo mabaya huku. Tumekuja kuhakikisha kuhu, huku tunashikisha watu wa adabu na tutaanza na hawa KVZ, na ma, mai wako vipi? Kawaida alipo mgawa utamu, mla utamu yuko pembeni yani, Si ubavu wa kushoto, si ndio huu e? Kwa hiyo mla utamu akiwa hapa, mgao utamu akiwa hapa, mla utamu yuko hapa. Kwa hiyo kama mmewaona e. Basi jana <laughs> e, mla, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nasi tupo, na sisi tumekuja. Hmm. Ba. E, nasikia mlikuwa mna uhaba wa content huko. Ah, ni kweli nimesikia mlikuwa mna uhaba wa content. Eh, mnahangaika, mna hamna watu wa kuwahoji, mkiwahoji watu mnapata views 20, views 25. Haya nimekuja hapa sasa wa content. Mambo atakwenda vizuri. Niambie bwana. Safari ilikuwaje? Safari imekuwa vizuri e, toka zangu jana tulikuwa tuna sherehe kidogo, dada yetu tunajua zaana anaolewa, amefisha ficha e, eh. E, lakini sasa mimi ndo friji hili tena lishakuwa friji la zamani anaolewa, na jana tumeanza la shughuli ya, kwanza, kwa ya, tumekesha. Hata sauti mnaoisikia hii ilikuwa sauti ya kumsindikiza dada, na umelia. Ah, asijalia, nimefurahia dada yangu amepata kapata mwenza wake, kwa shughuli imeisha yani, shughuli imeisha saa 11 alfajiri tukaenda kuswali. Baada ya hapo, pumzia kidogo, nimeenda airport moja kwa moja kuwahi mechi ya kwanza leo ya Yanga hapa, kuwahi shughuli za ufunguzi wa kombe la Mapinduzi. Kuna shughuli za ufunguzi hasa? Kuna nini tena ndugu yangu Jeni? Kama yanga haijacheza, kuna mashindano hapo? Ufunguzi aliyecheza Mlandege na Singida Black Stars, kama yanga haijacheza, hamna mashindano. Mashindano mashindano yanaanza leo ambako timu kubwa tumefika, wachezaji wakubwa wamekuja, mjamona pakao mwenyewe tofauti tofauti, si mmeona? Eh. Hamjamuona Damaro? Acha muone. Mmemuona? Mmemuona? Eh, mmemuona pia Chakei. Leo mnakwenda kupata burudani sasa. Mnakwenda kuona wachezaji wakubwa na mashindano leo kama kuna sponsor alikuwa anajifikiria kulipa atalipa leo. Mimi nataka nidhamini sasa tayari. Timu kubwa ishakuja. Kwa nini, kuna kitu gani ambacho unahisi Young Africans mnacho tofauti na timu zingine ambazo zimeanza kucheza mwanzo? Hii tumechukulia serious si ya mashindano. Ndio maana tumekuja na full squad yote. Yaani Uh, waliokuwa Afcon ingetokea wametolewa makundi leo mngewaona hapa jinsi gani tulivyokuwa tumelipania ili jambo. Kwa wachezaji wote wanatakiwa waje hapa kwa ajili ya kushiriki ili kombe la Mapinduzi. Tunataka tulitumie ili kombe kama sehemu ya kutesti silaha zetu kuelekea Misri dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo makombora ambayo tutakwenda kuyarusha Cairo, tunaanza kumrushia kwanza KVZ ile. Kwa hiyo ajiandae na ili kombora, sio kibomu cha mkono kwamba tukurushie hivi, alafu tu iname kilipoke huko, pia anajijua. <laughs> Nani mnafuata sisi? Mwanzo ni kama kama tunashiriki hatushiriki watu wakathibitisha na sisi tunakuja Zanzibar, wakajua kama Yanga hatuji. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia wagawa utamu wala utamu, tayari tumefika na tupo tayari kwa ajili ya hiyo shughuli. jana yako ametoka amekuachia jambo, nikaona pale ameposti amevaa kanzu na wewe London Boy, msemaji wa... London Boy, oh yes. London Boy, kwanza nikupe pole, jana kafunga goli la offside, dunia imeona, na nimwambie malalamiko yake yote tumeyapokea. kama Yanga utamu uliye mshindwe sometimes, najua watoto nawakataza wasili sana pipi, kuoza meno kwa hiyo, London Boy, timu yake ni nini mwembe nini naitwa? Mwema Kumbi. Ni kama mto mdogo hivyo, ukimpa sana utamu, unamuuzia sana meno, atuachie sisi kaka zake tutaula huo utamu vizuri, na wao watafurahi pia, kwa sababu kwenye chama amekuja yule mtoto, tutakwenda kula utamu kwa niaba, wala siwe na wasiwasi. Jana nimeona mechi kafunga goal offside. Hmm. Tutegemee majina mapya, si maji baada ya yameonekana kwa sasa, hii kabisa, kama sio Jumatatu Jumanne hapa atashuka e, tujaribu shee. Kama sio Jumatatu Jumanne wa kimataifa ndio tushamaliza wa kimataifa, kama sio Jumatatu inshallah Jumanne sawa. Licha mwanaume atashuka hapa, licha ya watu kuwa uh, wanajiuliza wanaingia je wanaotoka, kwa sababu tumeona mimi mm, nimeshuhudia Yanga e, sasa uzuri ni kwamba nilichofurahi eh, tetesi za mwaka huu eh, mtu kaanzisha mwenyewe ndio kaichambua mwenyewe mm na sasa hivi anaikanusha mwenyewe yeah. Mtu kasema Dumbia Barakonte wanakwenda Singida kwa mkopo okay. Kaka Dumbia Barakonte wanaondoka leo kuelekea Singida, kaka Dumbia Barakonte he wameondoka na Yanga mala, wamegoma mala awataka kwenda sasa. Sisi tumezungumza wapi? Mara wanataka pesa zao, hamjamona bala Musa Konte hapa si yupo hapa, ipo na Coast Young Africans. Taarifa zote sahihi mtazipata kwetu sisi, ndio. Ndo maana tuna danki danki tu, mara oka ondoka, mara sijui nini, mara sisi tumewatazama tu sababu ndio kipindi chao, pia na wacha kupata content. Lakini taarifa sahihi kuhusu klabu yetu, mchezaji pekee ambaye anaweza kuwathibitishia taarifa yake tumeshaitoa wa kwanza ni Andy Bobo Boyeli, mkataba wake na Yanga umeshamalizika wa mkopo, tumemrudisha kwao sekokuuna huko, akaendelea na maisha yake. Mchezaji mwingine ambaye tumeshathibitisha kumtoa kwa mkopo mpaka mwisho wa msimu ni Dennis Nkane, ambaye amejiunga na timu ya TRA na ametuomba kwenye mechi yetu pia acheze, atacheza upande wa TRA akicheza dhidi ya timu yake ya Yanga. Hao ndo wachezaji wawili ambao taarifa zao ni rasmi na nimezithibitisha mbele yenu. Nyingine mkisikia ndo kama hizo, huyu anasema hili leo kesho na watu sasa hivi. Kesho hivi, kesho hivi. Watu waache pupa, waache haraka. Yani sisi kuchukua Damaro Singida haimaanishi tunachukua na kupeleka mtu na tukachukua tukakaa hivyo hivyo, sasa sisi tunashindwa sasa hapo mwenyekiti pa kuchukua Damaro huyo huyo ambao ulisikilizishwa eh, interview yake kwa maana msemaji wa KVZ Abdul Jalil alisema kwamba Yanga sasa hivi wanawo, yani wanaokoteza wachezaji hawana uhakika, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kuna watu, anaitwa nani? Abdul Jalili Muhammad, ana jina refu Abdul Jalili. <laughs> <Abdul Jalili. laughs> nafanyaje? Mnaokoteza wachezaji amna uhakika. Kuna wachezaji watano mliowachukua msimu uliopita, lakini mwisho wa siku hawajaonyesha ile kazi. Sasa hivi mnawatoa tu na nyinyi mnachukua wenzenu huyu ah. Abdul Jalili Muhammad mm. Si ndio? Kwani umeona mm. kavaa miwani yake? Ile miwani inavaliwa na watu ambao wanadai wakaenda kutafuta nguvu huko chini, ndio kaivae kaja kufanyia interview. Bado mgeni wa hizi kazi. Umeona hii mm. mm. Hizi ndio miwani za wasemaji Si anavaa miwani za madaiva anakuja kufanyia interview, mwambieni hizi ndo miwani classic za wasemaji, unatakiwa uzivaa hizi. Sasa sijui nani KVZ anamlipa shilingi ngapi, naweza nikawa anampa mtihani miwani hizi milioni nne, milioni tano, ukakuta ndo mshahara wake wa miaka mitatu. A, akapata shida lakini ajitafute kabla hajaizungumzia Yanga, atafute miwani nzuri ya kuvaa kufanyia mahojiano na waandishi. Asivae miwani zinakuwa kama na karoti. <laughs> ile miwani na karoti ina rangi ya karoti. <laughs> Yani, ingekuwa uh, waandaji wa Mapinduzi wanaruhusu kanuni, sisi tumeshaangalia timu zote, zingeungana zote kwa kuna combine, waliotangulia dhidi ya Yanga tupige mechi tuchukue kombe letu Yaani, warai atoe watatu, Singida atoe wawili, ule mgao utamu. Sijua na mchezaji, maana jana nimeona mechi haieleweki. <laughs> watafutane humu, msakuna mechi mule bana, jana wewe, watafutane mule, watengeneze combine ya Mapinduzi, alafu icheze na Yanga Afrika, tuchoe kombe, tujiandae na mechi ya sasijaona timu ya kutusumbua sisi hapa. Angalia mechi zote, sijaona timu ya kuisumbua Yanga Afrika, sijaona Sijaona kiukweli. Kama Azam unaona, wanapiga mashuti hayaeleweki, makipa kama wanasinzia hivi, yanaingia tu yenye golini. Wanasema timu ya kuisumbua Yanga hiyo? Sisi sisi tumekuja hapa na tunaongea kujiamini, anayejiamini atapita mbele, ndio taratibu yetu. Tunaanza na KVZ, ile mtapata ujumbe. Mashindano yao yamefunga magoli mengi. Mechi gani? Mechi ya Singida. Magoli mangapi? Matatu. Tulieni sasa, leo leo si mashindano yanaanza, nawaambia tulieni. Leo tutakwenda kushuhudia vitu vizuri, leo tutakwenda kumuona Emmanuel Mwandambo, yupo hapo Anachoka ule mtoto, ana hatari alikuwa asingida yule? Ah hapana. Wale walimwambia vitu. Kwanza yule azungumze Kiingereza. Sijui Masanza alizungumza naye lugha gani. Pale Yanga tuna wataalamu wa Kifaransa. Wakazungumzana nae akawambia, wewe ulivyo Damaro, ulivyo wewe. We anatakiwa uwe msukuma uwe ngosha, tukamwonyesha mangosha walivyo, akasema hawa ndo wangu. Kwa nini? Damaro atakwenda kucheza AFCON elfu mbili na ishirini na saba shin sita ya Tanzania. Wow! Chukueni maeneo ya shin sita ya Tanzania, Damaro itakuwa ina fei toto, itakuwa na Mudathiri. Haya basi, AFCON 2027 hiyo yuko pale Damaro mnakwenda kuanza kumuona leo inshallah. Mtu hatari, sa, Mtu hatari kweli kweli. Sijui Singida alikuwa wana, wana, wanaishi vipi na Damaro. Sijui mimi. Alikuwa pale na nafasi ya kucheza kwa. Yeye anajua sometimes zinatokeaga dodo likaota kwenye kwenye kwenye mnazi inatokeaga sometimes. Dodo lile Damaro eti alikuwa anaishi Singida. Imagine Damaro kwa lile alikuwa anaishi Singida. Ah, ro. Masanza wana bahati sana. Alafu Masanza anasema eti Singida tunaongoza kusajili wachezaji wazuri. Singida kwa mwaka wanasajili wachezaji wa sabini wanaacha wa Waandishi mmeshindwa kumwambia wana wa kum. Hey, Singida kwa mwaka mmoja wanasajili wachezaji sabini wana wa wana alafu mwaka ukiisha, wanaacha sitini wanabakia na kumi alafu wanachukua tena sabini wenginewae. Unashindwa kupata mchezaji katika watu sabini unashindwa kupata mchezaji. Ufanye usajili wa sabini hivi yeah. Nyinyi mjaona hapa Daniel Yanga juzi ndo karudi hapa wameandika welcome back haya, ah, kamuulizeni Masanza alikuwa wapi? Sindiekambaki akasema aliko wapi? Yule ni Ayubu tofauti wapi, sio katika sabini, ndo katika sabini mdogo wangu, ndo katika kundi la wajaji 70. Yani Yanga tungebao sajili 50 tu tungekuwa nao wazuri kama wao, lakini watu sabini unasajili wote, mpaka pakuwaweka wajui, wengine bwana, wewe cheza tu mazoezi, wewe utakaa na kaa pale, utasaidiana na mpishi, wewe kaa pale, ndo Singida wajizifia, wanajua wazuri sabini, sabini. Overseas, sabini. Daniel Yanga ameandika welcome back. Muulize kutoka wapi? Ayubu Yanga ameandika welcome back. Muulize swali. From where? Kama akitaja timu njoni mnipige. Alikuwa amekaa kule, wanampa kazi ya kufika fika ule uwanja wa Liti pale. Alikuwa ana shughuli sabini kwenye oroza wanao. Tumalizie na hii hapa. Tushazoea Yanga huwa mnakuwa na utambulisho mkubwa kuliko wa wachezaji. Tunamuona tu na jezi, anapita zake. Ni bareke. Ni kama Jumanne Baleke. Maarufu chake anajitambulisha mwenyewe hapo nyuma Man Complex. Sasa sisi tunastahili tu foto foto za mwisho wa chezaji. Tukamtambulisha kwa picha <tipina> kwa video au <tipina> kwa goli kama <Sema>, atakaofunga <tipina> leo uh, begi, sasa kweli kweli. Yeye ndio ndoke zangu. Hii begi ni kubwa, sema hujalizoea. Linaingia, yeah, vitu vingi huko ndani, yeah. Eh, lakini pako vizuri huko eh? Sana. Pata message moja imenishtua. Unasemaje? Meniambia Zanzibar unavyoiona Instagram sio Zanzibar unaoikuta hapa kifika. Je, amenielewa? Yaani kuna watu unapostiwa Instagram location inasoma Zanzibar ukishapanda panda boti au ukichukua ndeo ukija Zanzibar wale watu wanayayuka, wanayayuka hawapo. Pole sana. <laughs> <laughs>